Kabla hujafanikiwa unalazimika kukubali ukweli ambao jamii haitaki kuusema. Kuna aina ya ukatili mzuri, ukatili wa falsafa, si wa tabia, ukatili wa kusimama imara, si wa kuumiza, ukatili wa kulinda ndoto, si wa kuvunja watu. Ukatili unaumaanisha kuweka mipaka, kulinda muda, kupigana dhidi ya udhaifu wa ndani na kusimamia maisha yako bila kuomba ridhaa ya mtu yeyote. Leo na kufichulia siri saba za ukatili uliostaarabika, ukatili unaokuinua, unaokuimarisha, unaokupeleka mbali kuliko ulivyowahi kufikiria. Na nakuonya mapema, siri ya saba ndiyo inawatenganisha watu wa kawaida na wale wanaojijengea uwezo wa kupaa juu ya vikwazo vya dunia. Kabla hatujaingia ndani zaidi Bonyeza like subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, na kwenye comments andika neno naamka, nitakutumia bonus ya ziada. Siri ya kwanza: huwa katili kwenye mipaka yako boundaries justice. Lazima ujifundishe kuwa mkali kwenye mipaka yako. Si kila mtu anapaswa kuwa na nafasi kwenye maisha yako, si kila ajenda inastahili umakini wako, si kila hitaji linahitaji ndio. Ukali unaohitajika hapa ni ule unaokataa kuvutwa na watu wanaochosha akili, kuwekeana wajibu usiokuwa wako, kuishi ukitafuta kibali, kunyonywa kwa jina la upole. Mafanikio yanahitaji mtu anayejua kulinda nguvu yake, anayesema hapana kwa uwazi, anayeheshimu muda wake kama mali isiyozalishwa tena. Ukatili sahihi wa mwanzo ni huu: kipaumbele cha maisha yako kinatangulia hisia za watu. Siri ya pili: kuwa katili kwenye malengo yako. Goal, brutality focus kwenye malengo, huruma haifai. Ukiwa laini kupita kiasi, maono yako yanakufa taratibu. Ukali unaohitajika hapa ni ule unaokata comfort. Malengo yanatakiwa yatekelezwe hata ukiwa huna mood, huna motisha, huna nguvu, mradi una jukumu Mafanikio yanajengwa na watu wanaochagua kutenda, si kujisikia, wanaochagua kuendelea hata wanapochoka, wanaofanya kinachotakiwa kufanyika bila mazungumzo marefu. Ukatili wa malengo ni kujitoa kwenye utamu wa sasa ili kufikia thamani ya kesho. Siri ya tatu, kuwa katili kwenye tabia zako, Systems ruthlessness. Tabia zako ndiyo mfumo unaobeba mustakabali wako kwa hiyo unapaswa kuwa mkali kwa tabia zisizo kusaidia. Ukali unaohitajika hapa ni ule unaofuta chochote kinachopunguza ubora: upotevu wa muda, mzunguko wa distraction, tabia za kurudi nyuma, mazoea yasiyo kuongezea thamani. Mafanikio ni matokeo ya mfumo thabiti, sio tamaa, sio ndoto, ni tabia zinazojirudia kila siku. Ukatili wa tabia ni sheria ya maisha. Unachoruhusu kuendelea ndicho kinachokutawala . Siri ya nne. kuwa katili kwenye maamuzi. Decisive aggression power. maamuzi ndiyo yanaunda njia yako ukiwa mtu wa kusubiri mazingira yawe mazuri utasubiri maisha yako yote ukali unaohitajika hapa ni ule unaokataa kuchelewa kuchukua hatua kabla haujajisikia kabisa upo tayari kutumia taarifa ulionayo sasa si ile unayongojea siku moja. Washindi hutenda, wanaoogopa hupanga milele. Ukatili wa maamuzi ni kusema nafanya sasa, maboresho yatafuata. Siri ya tano. Kuwa katili kwenye hisia zako. Emotional steel mindset. Hisia ni mawimbi, yanaweza kukupeleka au kukuzamisha. Hivyo unapaswa kuwa mkali kuzidhibiti kabla hazija kutawala. Ukali unaohitajika hapa ni ule unaoua excuses kabla hazijaanza: sijisikii leo, nitafanya kesho, nina hofu kidogo, niko down. Mafanikio sio hisia, ni uamuzi unaotangulia hisia. Ukatili wa hisia ni kukumbusha akili yako kuwa mantiki ndio na hoda sio mood. Siri ya sita: kuwa katili kwenye watu unaowaruhusu karibu, social filtering brutality. Mafanikio ni mazingira. Na ukweli ni kwamba si kila mtu anastahili kuwa karibu na safari yako. Ukali unaohitajika hapa ni unaotenganisha wanaokuziba njia, wanaopunguza kasi, wanaokuvuruga akili. Mafanikio yanahitaji upekee wa marafiki wachache wenye thamani, si kundi kubwa lisilo na mwelekeo. Ukatili wa watu ni kusafisha mzunguko wako bila hatia. Siri ya saba: kuwa katili kwenye mfumo wa maisha yako, identity brutality. Siri kuu inayowagawa washindi na watu wa kawaida. Hapa ndipo kila kitu kinabadilika, kwa sababu huwezi kuishi maisha ya kiwango kipya ukiwa mtu yule wa zamani. Ukali unaohitajika hapa ni kuvunja identity ya zamani na kujenga mpya kuua tabia za zamani, kufuta personality isiyokusaidia, kuachiane na comfort ya jana, kuweka misimamo mipya, kujenga fikra za mtu unayetaka kuwa. Hapa unachagua kuongoza maisha yako kwa utambulisho mpya unaolingana na kiwango unachotamani, sio kurudia mwonekano wa jana. Ukatili wa identity ni kusema, sitabaki kuwa mtu niliyekuwa, nitajijenga upya. Huu ndio ukatili halali unaozalisha mafanikio makubwa. Kama video hii imekuamsha, bonyeza like, andika kwenye comments: katili wa mafanikio. Na usisahau subscribe, kwa sababu video inayofuata nitakufunulia saikolojia tisa zinazotumiwa na matajiri kuongeza maendeleo kwa kasi ya roketi. Hapa tunajenga akili, tunajenga nidhamu, tunajenga watu wanaosimamia hatima yao bila kutetereka.